Health innovation ambayo ili iko chini ya Mkapa Foundation ambayo imeshaanza kufanya shughuli zake na hiyo ni home-based care uh, service ambayo itafanyika kwa kutumia teknolojia. Ni innovation ya like kipekee ambayo huu utoaji wa huduma za wagonjwa ambao wameshapona na daktari hospitali, wako nyumbani, wanahitaji uangalizi maalum, watapata nafasi ya kupewa huduma hizo na wataalamu mbalimbali kutoka Uh, katika sekta ya afya ikiwa ni pamoja na manesi ambao utakwenda kuona wagonjwa ambao wako nyumbani ambao wanahitaji huduma hizo. Uh, um, tutatoa huduma ya mental health uh, and, um, uh, psychosocial uh, services. Kutakuwa na physiotherapy, tutatoa huduma pia ya nutrition uh, health information, kutakuwa kuna um, uh, duka la kununua vifaa mbalimbali vya matibabu ambavyo utaweza kununua ama kukodisha kutegemeana na vifaa hivyo. Huduma hizi hizi zitapatikana katika e, platform ambayo e, imetengenezwa ambayo itakuwa unaweza kuipakua e, katika app store a, a, a, uweze kuitumia, ambapo itakukutanisha sasa wewe ambao unahitaji huduma hii kutoka kwa wataalamu wa afya, utapitia a, platform kuomba hiyo huduma. Na wataalamu wa afya nao watapata nafasi ya kujiunga na hiyo platform na kutoa huduma hizo uh, kwa wagonjwa mbalimbali uh, walioko majumbani ambao wameshaweza kuona kuona na madaktari lakini wanahitaji support wakiwa nyumbani. Kama mnavyofahamu, leo hii kuna watu wengi eh, wana wazazi, watoto, uh, ndugu, jamaa ambao wako nyumbani, wanahitaji uangalizi maalum wa wataalamu wa afya uh, lakini eh, wanakosa ukaribu huo. Sasa sisi tunaeleta huduma hiyo uh, katika viganja vyako, karibu na nyumbani kwako. Wewe utatumia tu simu yako utatumia laptop yako kuingia katika uh, app yetu na kuweza kuomba kupokea huduma hiyo kwa gharama fulani, na uh, utakapofanya hivyo uh, mto huduma wetu atakufikia nyumbani. Hii home-based care inafanyika tayari Tanzania, lakini sisi kwa namna ya kipekee tunafanya kwa kutumia teknolojia, lakini kwa wale ambao hawana uzoefu wa kutumia teknolojia kwa karibu wa wataweza kupiga simu kwa, kwa kawaida. Hicho ndio kitu ambacho Mkapa Foundation siku hiyo ya Tanzania Startup Week wata showcase uh, lakini kwa taarifa zaidi juu ya huduma yetu hiyo ya home based care, yani Imara Life Care uh, itatolewa zaidi siku hiyo ambayo uh, uh, kwa siku hizo ambazo uh, tamasha hilo litakuwa likifanyika. Asanteni sana.